Mweshimua mwenyekiti, kipengele cha pili ni maandalizi ya bajeti kwa mwaka 2026/2027 bajeti ya halmashauri kwa mwaka 2026/2027 imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo na taratibu zilizowekwa. Miongozo hiyo ni kama ambavyo inaonekana kuanzia kipengele cha kwanza mpaka cha kumi ni naamini tulivyosomewa mkakati wa uboreshaji wa ukusanyaji wa mapato. Kama kweli mkakati utakuwa una malengo sahihi na uwajibikaji sahihi, ina maana kwa Sikonge tunaenda kupunguza ukwa nupe kama tulivyompitisha bajeti yetu ya maelekezo ya mwaka wa fedha wa ishirini na sita ishirini na saba lini, niliwaahidi kukanikahili kutekeleza wa kazi kujwa mno na mdomda mrefu. Nafahamu kulikwanzia changamoto za wafanyakazi zilikuwa nyingi kweli, ambazo wengi lakini si kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya changamoto zao zilikuwa zipate majibu. Kwa hiyo tumejitahidi sana sana sana kugia zile changamoto na kuzizuia hizi zingine zisiwe zinatokea.